Abdullah ibnu Lmughafal radhiyallahu anhu alimwona ndugu yake anawinda mnyama kwa kutumia gololi kama vile yanati, akamnasihi na kumweleza kwamba akhi, usifanye hivi, siwinde mnyama kwa gololi, kwani hii gololi haiwezi kuinda mnyama na wala haiwezi kuua adui, isipokuwa inavunja jino na inapasua jicho. Kiasi ambacho mnyama ukimvunja jino utakuwa umemsababishia madhara, utamsababishia maumivu, lakini api ukimpasua jicho utamsababishia ulemavu lakini hatokufa. Kwa minajili hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza hili. Umche Allah. Baada ya kuwa amemnasihi, akakutana naye kwa mara nyingine akiendelea na kitendo kile kile ambacho kwamba alimuonya na kumnasihi. Nini alifanya? Abdullah ibn al-Mughaffal alisema lan ukallimaka abadan, siongei nawe milele. Mtu ambaye anadhihirisha maasiya anadhihirisha munkar baada ya nasiha, mwenendo wa masalafi ni kumkata, na ainishiwe kwamba mimi nakukata kwa sababu ya mukhalafa huu. Kila siku na nasihiwa jazakallahu khairan, alafu bado hubadiliki, tafsiri yake ni akatwe na watu wote watangaziwe, kwamba mimi namkata yule kwa sababu ya mikhalafa yake. Muqataa huenda utampelekea yeye kufanya nini? Tarajuni ataacha ule munka. Hii ni njia ambayo kwamba walikuwa juu yake masalafi. Kadhalika tumeona Abdullahi ibn Umar alikuwa na mwanaye anaitwa Bilal. Abdullahi ibn Umar anaitaja na kuitamka na kuifikisha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam, ya kwamba Mtume amesema: la tamnau ima Allah masajid Allah, msiwazuilie wanawake misikitini ikiwa ametaka idhni au maneno kama hayo akasemaje Bilal, wallahi la namna la namna annahum, wallahi tutawazuilia. Nini alifanya baba mtu kwa mwanaye? Alisema maneno kama hayo, sikuongeleshi wewe milele. Kwa maana alimkata pale pale baada ya kuwa amefanya nini? Amekataa nasiha.

kwenda kwao katika vita y Tabuk walikatwa siku ngapi? Barakallahu fikum, hamsini, mpaka ulipokuja wahyi siku kumi, e, siku kumi baada ya arobaini alikuja mjumbe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwa amekatwa siku arobaini, akaja mjumbe siku ya arobaini Anawaambia kila mmoja anatakiwa afanye nini? Atengane na mkewe, atengane na mkewe, hata jimai sipatikane. Mpaka mmoja kati yao akasema, mimi ni mtu mzee, ikiwa ni mzee, mwanamke huyu anapokuwa amekaa hapa, atakuwa anaisaidia tu baadhi ya mambo ama jimai siwezi kabisa, je, haifai hata kunihudumia? Ikawa ni udhuru kwa akabaki pale kwa ajili ya kumhudumia, lakini hamna jimai. Ama Kaabu bin Malik na mwenzake wake zao baada ya kuwa limekuja hili katazo la kuendelea kuishi nao, na wameamrishwa wake zao wajitenge nao, aliuliza nijitenge kwa maana nisimwingilie ni mwache au vipi? Ndo hapana usimwingilie ambia nenda kwenu k ashahidi wake shahidi, shahidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wote waliwakata hawa watatu: Kaabu bnu Malik, Hilalu na nani Murara, mpaka ilipokuja tauba ya Allah tabarak wa taala. Ni maasi. Kwa hiyo tukirudi kwenye sali usiku, ipi nasaha yako kwa yule ambaye ananasihiwa kutokana na jambo la ikhtilatu?